Osman anaguswa. Osman anahusika, anaguswa na shida zetu, anahusika kwa sababu he is a responsible leader, anahusika, anaguswa, anatufuata tuliko guswa kwa sababu anaipenda Zanzibar yake, anaguswa kwa sababu anawapenda Wazanzibari. Usisumbuke sana, nitafutie kiongozi wa Chama cha Mapinduzi au kiongozi mwenye cheo alofikwa kwenye tendo la kuuliwa kijana yoyote, ikiwa Nungwi, Bimani, mahali popote, kama kafika au kiongozi alosimama kuwahusisha na kuwachukulia majukumu yao na wajibu wao, askari ama mtu alohusika kuua. Unawapendaje na kuwapandisha vyeo, askari wameua watu wetu? Hii haitawezekana kwenye maisha ya Othmani, wala serikali atakayoiongoza Othmani. Na kuombeni kwa wasifu huu na hizi sifa alizopambwa na Mungu subhanahu wa taala, liwe jicho letu kwenda kumchagua tarehe 29. Naomba kwa wasfu huu tuliomtangaza, mumtangaze kwa watu wa upande wa pili wamchague. Naomba kwa wasfu huu tulomtangaza hapa na kumsifia, tumwombe Mungu amlinde aisimamie safari yetu na mapambano yetu. Kiongozi mzuri ni mwenye macho yenye kuona mbali. Kiongozi mzuri ni mwenye macho ya kuona mbali, visionary leader. Mtu anaona kule mbele Othman anaiona Zanzibar ya mwaka elfu mbili na mia moja kwa utaratibu huu wa sera za chama cha mapinduzi. Tukifika mwaka elfu mbili na hamsini Zanzibar haipo tena katika mgongo wa dunia. Tunamleta kiongozi ambayo watoto wetu watakaokuja elfu mbili mia moja elfu mbili mia mbili waje kuikuta nchi yao yenye nuru. Othman ana ajenda. Othman ana nini tena? Othman ana nini? Othman ana nini? Niwaambie, naibakisha mkutano na ujao, na washukuru sana.